Instagram is like, oh, band au iko kfwa kama utakuwa mkini na utakua, cha kwanza utakuwa uingia enye aaunti ya nsagram ka hv. Ukishaingia utaenda upande wa setting. Ukishna upande wa setting utakuja chini kabisa huku utakuta a account status. Account status hiya, baada ya pre centers account status utaclik hapa. Kisha kliki hapa, utakuta sehemu nne ziko hapa: remove the content and messaging issues, papa kijani itabidi ufuate, limit to your share, limit to your reach, papa kijani, features you can't use, papa kijani, monetization, papa kijani. So kama account yako hapa pana pana rangi tofauti na kijani au nyekundu, maelekezo ambayo watakupa ili uweze ku kuweka salama akaunti yako. Hii ndio njia ambayo itakuwezesha kujua status ya akaunti yako ya Instagram.